Watu wa Githurai nitaongea nita na nyinyi. Kwa wale watu wote mlichagua hakuna mtu wana, you are on, on your own. Sababu kama soko inabomolewa mnafaa kuwa mmepatiwa alternative. Kunafaa kuwa mmepatiwa, kunafaa kuwa na soko ingine mahali pengine mlikuwa mnalipa. Mimi nasema ni sawa. Soko ijengwe lakini, saa hii, tafadhali, serikali, kama huwa mnasikiza, hamfai kuzua vurugu. Tunajua mtabomoa, lakini nataka kuwauliza watu moja, kitu moja. Bwana President William Ruto, is this the bottom up? Hii ndio mama boga na boda boda yenye ulisema uli wao ndio watakuwa the head of the government, why didn't you bring the alternative before demolishing ama kubomoa hizo vibanda zote? Kwa nini ubomolee watu kama mambwa? Wantam. Kwa nini usipange wananchi na ulisema uko na plan? Plan ni kubomolea wananchi. Plan ni kubomolea wananchi then kesho hawatakuwa na mahali wanaweza fanyia biashara. Plan ni kubomolea wananchi wakati kunanyesha. Wantam. Kwa nini hamungepangana na hao wananchi? Vile mlipangana wakakupigia kura, ukae na wao chini, uwaulize what can I do for you as your father? Wantam. Kwa nini una reason ni kama gun ni kama mtu hana huruma, ni kama mtu hana watoto. One time, One why are you very selfish and self-centered? Kwa nini huna utu? Mr President, hebu nikwambie kitu moja. Utabomolea watu wa Githurai, lakini tafadhali tunakuomba na tunakusihi, usiwai kanyanga Githurai. One time. time. time. Utakuja kuambia watu wa Githurai namna gani? Ulipiga watoto wao risasi. Hata leo kuna kijana mmoja umepiga risasi ya mguu. Hey, One time. One time. Sasa huo kijana umepiga risasi ya mguu. Do you think we are happy? Yeah, no. One time. One time. Utakuja kuwabia watu wa Githurai namna gani? Na soko yao, mahali walikuwa wanauzia wana wanafanyia biashara yao, ushamaliza riziki. Utakuja one time. One time. One time. Kuwambia namna gani? William Ruto, let me tell you, hata kama tunasema wewe ni president wa kila mtu, mwenye anasema one term na mwenye anasema two term. Na kama huhitaji watu wenye wanasema one term, don't collect our taxes and don't collect revenues kutoka kwa wale watu wanasema one term. Tunaelewana vizuri. Kama ni huduma, patia kila mtu huduma. The president is the symbol of national unity. Lakini wewe unakuja kugawanya watu just because uko na cartels fulani wanataka kuchukua vibada fulani. And you know, you got the government by your side. Lakini we got God by our side. One time. One time. You know, napenda ku deal na examples. Sasa hii nikikuja nikupate wewe ama wewe, nataka kukujengea nyumba, hiyo nyumba nakujengea inanisaidia mimi ama inakusaidia wewe? Inakusaidia wewe si ndio? Sasa tuko na Githurai hapa kwa ground, si ndio? Soko tunaambiwa inabomolewa. Hii soko tunabomolewa ndio watu wa stage wajengewe hii stage. Inasaidia nani hiyo stage? Watu wa gari wame-complain? Haja complain. Watu wa soko wame-complain? Haja complain. Unajua kuna kitu moja napendea Githurai bana. Because these are people who are working together and because unajua watoto mkikufiwa na wazazi, inabidi mnakaa pamoja bwana. Ndugu yako akikwambia sina unga, unampatia ugali yenye uko nao, pesa kule hapa, chakula by jioni. So they are living in harmony. Yes, hata kama wanaona maybe space sio enough, lakini wanakaa hapo pamoja. Wanajua mimi nakula, na wewe unakula. You know by the end of the day the sky is so big for every bird to rise. So killing your fellow bird won't make you fly the whole sky. And Githurai people wanaelewa vizuri kwamba kama tukikaa pamoja, you know, Martin Luther once said we have to learn to live like brothers or else we'll perish like fools. Mm-hmm. Na watu wa Githurai wanaelewa hivyo. So kukuja kutuambia serikali in the first place inakuja kubomoa hapo ndio ijengee kina nani? Serikali inasema inabomoa hapo ijengee nani? Ijengee kina basi. Ijengee kina basi. Basi zinabeba. Si basi zinafanya kazi. So anabomolea watu wa soko ajengee basi. So soko isimame, basi zifanye kazi. Au watu wa soko wanaenda wapi? You know, before you create another problem, you have to, to, to have a solution to whatever you are going to create. Unajua, kwetu Ukikuyu tunasema, eh si alidhi ya mahadha yo githagia tweri. Mm. Mm. Ukizaa mapacha unanyonyesha wote wawili. So now we have twins here. Tuko na watu wa soko, tuko na mama mboga na tuko na watu wa gari. Serikali ilisema ni ya mama mboga, ni ya jamaa wa pikipiki, piki, ni ya mtu wote wa chini. Sindio? Ndio. Mm. But what is it doing to Papa us right now? Ni ya watu wa dereva. Haikusema ni ya watu wa dereva.

To everything that is going to happen, or to everything that is going to be done, we have to have for a solution first. Because you can't come create another disease while you are not giving us cure to whatever is disturbing our minds. big Yeah, sure. But we have to know, kama hii kazi unaangalia hapa unaona ni upuzi au mama anaenda nyumbani na mia tatu. Hiyo mia tatu ndio inalipa shule, ndio inanunua school fees kwa anaangalia Sunday, of which hata mimi nimekuwa kwa hiyo soko, si unaelewa hivyo. So wale watu wanataka kubomolewa, so ni zaidi ya watu elfu kama tano so, i'm wondering hawajapatiwa nini solution. Nashindwa wataenda wapi, of which hiyo barabara inatengenezwa wapi? Si barabara ilisemekana inapita juu. So, wanatakikana hata kuanzia huko town. Kwani wanaanzia Githurai, eh, ama Ruiru? Wanatakikana kuanzia hiyo barabara yao ya juu huko town kama ni barabara ya juu, of which hapo chini ni kutesa watu. Na ni siasa wanataka kufanya, na wanataka wabomolee watu. Then Ruto kwa sababu anajua kitu tushapatia kashagwa, akuje sasa, akijifanya sasa. Vile ni msafi, ajiosha na nini. Na kusema watu wajenge nini vibanda te tena, of which you realize wewe ni hasara utakuwa umeleta. Hiyo time utakuwa umewabomolea, watakuwa kikula wapi eh? Sio industries umejenga, kazi yako ni kupora na manyumba, then you end up kubomolea watu pali wanapata their daily bread. Sababu Githurai imekuwa na mchanganyiko ya ajabu. Hata angalia ile soka ambayo tumechengewa pale, imekaa kama nyumba ambayo ya kuchinja ngamia, Munara wa Baberi So, so, mwenye kona miaka 90 ameenda Githurai kufanya window shopping kwa soko. Unamwambia anakuuliza ya kwamba eh, Kairedo viazi inapatikana wapi? Eh, TB54. So za naenda viazi hapo. So naanza kumlazimisha nunue viazi Githurai. Hata hiyo soko ambayo wanatuambia tunakwanga nayo haiwezi tusaidia ikiwa kama ile soko bado iko. Mimi I will remain, nitaremain kwa ile point ambayo nilisema last time. Mimi naonanga ile sio soko walituchengea. Mimi naona walituchengea nyumba ambayo inakaa nikaa, inaweza kuwa hospitali. Mm, mm. Kwa nini? Mm. Tuko na maono mingi ambao inaweza tusaidia sisi kama wana wa Githurai. Kwa nini? Wale watu ambao, ambao tunafanyanga kazi kule Githurai tunaonanga vile vile ile hasara tumepata kuachilia ile soko Ukienda mujana hapo soko ndani, sio ndani ya soko, inche tu ya soko hapo mali mm. penye vipanda iko hapo, ni mbuzi zinalala mm. <laughs> mimi najiuliza, najiuliza swali ile plan ambao walikuwa nachenga na hiyo soko. Rafiki yangu hapa amesema, mwanabunge amesema hapa ya kwamba eti ile soko, eti pale ndani iko na vipanda ambao iko na namba mm. Mimi najiuliza ndani yangu kwa nini walipeana namba na wakaachilia wale watu wakapanga kule nje ikiwa kama hizo namba ni za ukweli? Ni namba za mbuzi. Mimi naona ya kwamba kuna ukateli ah. Na ndio maana Githurai, Githurai tunyoke, Githurai, Githurai, Githurai. E, Githurai tuondolewe na hiyo na hiyo kateli, mimi naweza sema kwa maoni yangu ni afadhali hiyo soko ya Githurai ikuwe na mpangilio upya. Management. Kwa nini ambapo tunasema hivyo? Mimi nimekubali hata hizo vipanda sangu zitoke lakini zitoke kwa mpangilio. Isikuwe ni makadeli. Isikuwe ni wale watu ambao wanakucha na maoni yao eti tupomoe ili waanzishe project yao. Swali mimi naweza kuuliza, Ile so ile ile jo ya kanjo ambayo imejengwa pale, pale pale kwa barabara. Okay. Ile iko kwa barabara ama iko ndani ya soko? Yeah. Hmm?